Ninamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa nafasi ampekee sana. E, mimi ni mmoja wanachama wa chama cha Mapinduzi ambaye pia nimejitokeza kuchukua fomu kugombea e, ubunge katika jimbo la Nzega Mjini, e, ikiwa ni sehemu yangu na ni haki kama mwanachama, lakini vilevile nakuomba ridhaa kwa mchakato mzima wa chama changu cha Mapinduzi. E, na ninashukuru kwa chama chetu cha Mapinduzi kwa namna ambavyo kinafanya E, uchaguzi wake wa uhuru na haki na kuwapa wanachama wake ridhaa ya kuchukua fomu hatimaye mchakato kuendelea na kuteuliwa na kuleta mtu ambaye atakayestahili kusimama katika mchakato wa uchaguzi mkuu. Kwanza nashukuru chama changu kinafanya vizuri na kwa uongozi uliopo wa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan tunaonyesha kwamba ameonyesha nia ya dhati kuhakikisha kwamba wanachama wote wanatendewa haki kuchukua fomu na hatimaye kuteuliwa. Kwanza nashukuru kwa chama changu, kwao niombe tu kwamba tuwe watulivu, lakini tuendelee kutii na tufata taratibu zote za chama, na mwisho wa siku tupate mgombea na mgombea, tukiempata tumunge mkono kwa ajili ya kufanikisha uchaguzi 2025 Oktoba tunatiki